Naongea na mtu aliyekata tamaa mchana wa leo, naongea na mtu ambaye amepoteza tumaini kwenye maisha yake. Biblia katika kitabu cha Isaya 49, mlango 49, mstari wa kumi na nne, neno la Mungu linasema: bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke aweza kusahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? naam hawa waweza kusahau, lakini mimi Bwana sitakusahau wewe. Tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele zangu daima, watoto wako wafanya haraka hao wa kuharibuo nao waliofanya ukiwa watol wakao kwako. Inua macho yako utazame pande zote, asema Bwana. Hakika utajivika nao wote kama kwa uzuri, nao utajifungia hao kama bibi harusi. Neno la Mungu linaongea na mtu ambaye amekata tamaa. Neno la Mungu linasema na mtu ambaye amevunjika moyo, ambaye anaona kabisa tumaini lake alipo. Inawezekana umesingiziwa vitu vingi. Inawezekana umekata tamaa. Inawezekana umemwomba Mungu sana juu ya watoto. Inawezekana kama umemwomba juu ya ndoa, unawezekana umemwomba juu ya kazi, nawe umefika mahali ambapo umekata tamaa. Neno la Mungu likutie moyo siku ya leo ya kwamba neno la Mungu linasema, Bwana hawezi kukusahau. Mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake aliyemzaa na mwana wa tumbo lake, lakini neno la Mungu linasema yeye amekuchora katika vitanga vitanga vidole mikono yake, na kuta zake ziko mbele yako daima ziko mbele zake daima. Mungu hawezi kukusahau, usikate tamaa. Kuna watu wakuu wote ambao katika Biblia wametajwa, pindi ambapo wamebeba vitu vikubwa, haviendi kirahisi. Hata vitu vyako haviendi kirahisi, lakini usikate tamaa. Ukikata tamaa umejimaliza. Don't kill yourself. Don't finish yourself God has a plan for you. Mungu anakuwazia yaliyo mema, Mungu anakuwazia yaliyo ya makuu. Usikate tamaa, hata kama mambo yamekuwa mazito kwa miaka mingi. Mungu aliyemkumbuka Raheli alipomfunga tumbo lake, saa yake ilipofika alifungua tumbo mwenyewe. Biblia inatuambia katika kitabu cha Mwanzo thelathini, hebu tufungue wote Mwanzo thelathini aya ya ishirini na mbili. Neno la Mungu linasema: Mungu akamkumbuka Raheli. Mungu akamsikia. Mungu akamfungua tumbo, akapata mimba, akazaa mwana. Akasema, Mungu ameniondo, ameniondoa aibu yangu. Akamwita jina lake Yusufu akisema Bwana, aniongeze na mwana mwingine. Aha, kumbe Mungu ana tabia ya kukumbuka. Umeona hapa? Hebu pigia mstari Mungu akamkumbuka Raheli. Mungu ana tabia ya kukumbuka. Haya, Raheli alikuwepo miaka yote, inawezekana alikuwa anaomba kama wewe unavyoomba, lakini this time around, Mungu alivyokuja kuongea naye, Biblia inatuambia Mungu akamkumbuka Raheli, na alivyomaliza kumkumbuka Raheli, Mungu akamsikia. Wewe unaongea nini, ili Mungu anapokuja kukukumbuka uwe na uhakika anachokisikia ndicho atakachokujibu. Inawezekana unaongea hii ndoa haina maana, inawezekana unasema hawa baba ndivyo alivyo, inawezekana unasema hawa mama ndivyo alivyo, inawezekana unasema watoto wote wa sasa hivi hawafai. Mungu atasikia unachokiongea, maana yake Mungu anachotakiwa akumbuke unachoomba e. Anasema mtu atajazwa matunda ya kinywa chake. Haya, Mungu alipomkumbuka Raheli alitaka kumsikia akamsikia alivyomsikia vizuri, akamfungua tumbo lake. Mungu aje kukukumbuka, asikie hitaji lako la kazi, asikie hitaji lako la ndoa, asikie hitaji lako la ada, asikie hitaji lako la kampuni, asikie hitaji lako la, la, la, la biashara. Mungu anapokukumbuka anakusikiliza na hitaji lako. Mungu akukumbuke kama alivyomkumbuka Raheli, akamfungua tumbo. Just imagine Mungu ndo alifunga tumbo la Raheli, na alipomkumbuka akafungua tumbo. Kwa nini ni tusiombe kwa pamoja ya kwamba Mungu akukumbuke? Biblia inatuonyesha pia katika kitabu cha Mwanzo, kuna mahali Mungu akamkumbuka nani? Mungu akamkumbuka Yusufu akiwa gerezani. Alipomkumbuka Yusufu akiwa gerezani, akasababisha amri ikatokea, akatolewa gerezani, akatoka kwenye ufungwa, akaenda kwenye uwaziri mkuu. Raheli alipokumbukwa na Mungu alisema Mungu ameniondolea Aibu. Yusufu alipokumbukwa aliondolewa mavazi aliyokuwa nayo yakifungwa, akavalishwa mavazi mengine. Mungu akikukumbuka, hautakuwa kama ulivyokuwa. Mwambie baba akukumbuke, mwambie Mungu akumbuke wa watoto, mwambie Mungu akumbuke uchumi. Usikate tamaa, usivunjike moyo, hata kama mambo hayaendi, hata kama sivyo ulivyotegemea. Hayo maisha sio uliyoyategemea, tunakujua kabisa, ulitegemea magorofa, ulitegemea ndoa nzuri, ulitegemea watoto, ulitegemea kuwa na kampu lakini sivyo ilivyo, usikate tamaa, bado Mungu anatumaini tumaini jipya ya kwamba anaweza kukukumbuka. Let God remember you, may God remember you, may God remember you as he remember Joseph, may God remember you as he remember Rael, may God remember you. Mungu akukumbuke kwa jina la Yesu. Tuombe asubuhi ya leo, tuombe mchana wa leo, tuombe jioni ya leo, tuombe usiku wa leo. Ombi letu ni moja, Mungu akukumbuke kama alivyomkumbuka Raheli akamfungua tumbo, kama Mungu akukumbuke alivyomkumbuka Raheli akufungua magonjwa. Mungu akikukumbuka anakufungua magonjwa, anakufungua roho ya uchawi, anakufungua roho ya wivu, anakufungulia roho ya kukataliwa, anakufungulia roho ya kuachwa, anakufungulia roho ya kutengwa, anakufungulia kila roho iliyokufunga mungu. Akikukumbuka hata hizo kamba zilizokushikilia na maisha ya mfanano anazifungua, unakuwa wa tofauti. Bibilia inatuambiaje? Mwanzo nane mstari wa kwanza, bibilia inasema: Mungu akamkumbuka Nuhu na vyote vilivyo hai. Kumbe Mungu akikukumbuka, hata vyote vilivyo jirani na wewe vinakumbukwa. Hata mpaka gadeni yako itakumbukwa, ujue watoto wa mbuzi watakumbukwa, kondoo watakumbukwa, mifugo. Hata kama Mungu akimkumbuka Nuhu, anakumbuka na vyote vilivyo hai, maana yake ni nini? Akikukumbuka wewe, atakumbuka na kila kitu chako. Mungu akikukumbuka wewe atakukumbuka na watoto wako, atakumbuka na wazazi wako, atakumbuka na nadhiri zako, atakumbuka na masters, na diploma na degree, na certificate, na darasa la saba ulioishia. Mungu atavikumbuka vyote. Alimkumbuka Nuhu na vyote vilivyomo ndani ya safina, alafu alivyomkumbuka Nuhu Biblia inatuambiaje? akaamuru maji aanze kuondoka, akaamuru akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakaanza kupungua, chemchem za vilindi zikafungwa, pia na madirisha ya mbinguni mbinguni, na mvua kutoka mbinguni ikazuiliwa, oh. Mungu akikukumbuka, mvua zinazuiliwa kwa ajili yako, ili isiendelee kuharibu. Mungu akikumbuka, madirisha ya mbinguni yaliyokuwa yanaleta gharika yanafungwa, ili mvua isiendelee kutoka. Mungu akikukumbuka, chemchem ya maji iliyokuwa inaleta gharika iliyosimama kama mapigo ina, ina, ina, ina, inanyamazishwa kwa sababu Nuhu amekumbukwa na Bwana. Ropoko shata, mwambie Mungu akukumbuke, mwambie Mungu akukumbuke. Chemchemi ya magonjwa inayoinuka kwako ifungwe kwa jina la Yesu. Chemchemi ya madeni inayoinuka kwako ifungwe kwa jina la Yesu. Chemchemi ya magomvi iliyoinuka kwenye ndoa ifungwe kwa jina la Yesu. Mungu akikukumbuka, kila chemchemi zinafungwa. Chemchemi za ubaya zinafungwa, madirisha ya uharibifu yanafungwa, mvua iliyoleta uharibifu inafungwa. Mungu alimkumbuka Nuhu madirisha ya, ya mbinguni yakafungwa kwanza, kwa sababu Baba amekumbuka. rekotayakashata ribosakaraitu ndenielewa Mungu akumbuke. Mungu akikukumbuka wa wanaokupiga vita, wanaokupiga vita wananyamazishwa kwa jina la Yesu. Mungu akikukumbuka, anatanua mipaka yako, maadui zako wananyamazishwa. Mungu akikukumbuka wa ua utasa unaondoka. Mungu akikukumbuka wa ua uvimbe unaondoka. Mungu akikukumbuka wa hiyo kansa inatoweka na tumbo likafunguliwa. Akukumbuke uzae sasa, akukumbuke uzae biashara, akukumbuke uzae kazi, akukumbuke uzae nyumba, akukumbuke uzae mashamba, akukumbuke multiply Kakiza kitazaa tena kwa jina la Yesu.